So guys, tutakuwa tunasikiliza ngoma yake "Usinifuatilie" hapa ndani ya roji redio, nyumbani kwa burudani, kwenda kwa jina ya Brayo Kevo Imai, waziri wa vijana chuma cha wanga, na tuko na kijana fulani ah, kijana anafanya kazi sana. Wewe acha tusikilize, "Usinifuatilie". Menichosha sinifuatilie, kwanzo unanibo menifika hapa, sinifuatilie, unanibo unanikera hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale. Na ni kwa eh bro, na eh bro nikikukata tu tuki, tukizungumzia hii ngoma nimefanya hmm. vizuri TikTok nimeiona hmm. hmm. watu wanafanya challenges hmm. hata mimi mi nilikuwa nataka nifanye challenge before uh -huh. nikuje studio uh -huh. lakini kwa sababu ya muda but before leo ishe nitafanya challenge ingoma, hii ngoma lazima iende viral. Hii nayo ni kali bro, hii nimeikubali uh -huh. hii usinifuatilie, wapenzi wasikilizaji mbacho... ni kibao ambacho